Kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili, watoto wake wakaja ili kumtaka hali, wakataka na kauli iwafae maishani, akatamka mgonjwa: ninaumwa kweli kweli, hata kama nikichanjwa haitoki homa kali, roho naona yachinjwa, kifo kimenikabili. Semenini semenini kiwafae maishani. Yakawatoka kinywani maneno yenye akili: baba yetu wa thamani, sisi tunataka mali, urithi tunatamani, mali yetu ya halali, sema iko wapi mali itufae maishani. Baba aliye kufani akajibu lile swali: ninakufa masikini, baba yenu sina hali, neno moja lishikendi, kama mnataka mali. Kama mnataka mali, mtayapata shambani wakazidi kumchimba baba mwenye homa kali, baba yetu watufumba, hatujui fumbo hili, akili zetu nyembamba, hazijajua methali, kama tunataka mali tutapataje shambani? Kwanza shirikianeni na wapa hiyo kauli, fanyeni kazi shambani mwisho mtapata mali. Haya sasa buriani, kifo kimeniwasili. Kama mnataka mali, mtayapata shambani. Alipokwisha kutaja fumbo hili la akili, mauti nayo yakaja, roho ikaacha mwili, na watoto kwa umoja wakakumbuka kauli, kama mnataka mali mtayapata shambani. Fumbo wakatafakari watoto wale wawili wakakata na shauri, baada ya siku mbili wote wakawa tayari pori nene kukabili, kama mnataka mali mtayapata shambani. Wakazipanda shambani, mbegu nyingi mbalimbali, tangu zile za mibuni hadi zitupazo wali. Na mvua ikaja chini, wakaona na dalili. Kama mnataka mali, mtayapata shambani Shamba wakapalilia, bila kupata ajali, mavuno yakawajia, wakafaidi ugali, wote wakashangilia, wakakumbuka kauli, kama mnataka mali, mtayapata shambani. Wakanunua na ng'ombe, majike kwa mafahali wakapata na vikombe, mashine na baisikeli, hawakuitaka pombe, sababu pombe si mali. Kama mnataka mali, mtayapata shambani. Wakaongeza mazao na nyumba za matofali, pale penye shamba lao, wakaihubiri mali wakakiweka kibao wakaandika kauli kama mnataka mali mtayapata shambani.